Yuhu, e bwana, kuna picha fulani ambayo inazidi kutend hapa maeneo ya social media zote ikionyesha e, ni vijana wawili hao, sio vijana bali watoto wawili wanaokunywa maji ambayo ni machafu mno. E, machafu sana haya maji. Ukiangalia kwenye hiyo picha utagundua maji ni machafu hadi yamekuwa kama uh, yellow hivi, lakini kwa sababu ya ukame e, basi wanalazimika kuyanywa maji yale huko, ukiangalia hadi mifugo yenyewe inakunywa uh, maji yale yale na wao wenyewe pia wanakunywa maji hayo hayo hayo. Yani kumaanisha kuwa hawana tofauti na wale wanyama wao e, mtazamaji, hii ni picha ambayo imekuwa kisambaa sana, na picha hii imetokea maeneo ya Kenya uh, hadi ikaweza kumfikia mtetezi wa wanyonge ambaye anajulikana kama vile e, Eric Omondi. E, baada ya kuona picha hii Akaweza kusema bwana, na watafuta hawa vijana ili niweze kuwapatia msaada. Kwa hivyo kama unawajua eh, tag place yao ama tag majina yao niweze kuwafikia nikaweze kuwasaidia. Unajua mtazamaji, Eric Omondi eh, kwa sasa amejipa kipaumbele cha kusaidia watu mtandaoni kupitia programu yake ambayo inajulikana kama vile Sisi kwa Sisi. Sisi kwa sisi mtazamaji, yani ameweka till pale eh, na namba ya simu sasa wewe kama kuna mtu anatai kusaidiwa basi anachangiwa na Wakenya, unatuma shilingi 10, unatuma ishirini, kutuma 100, hadi pesa zinapokuwa nyingi, anayokwenda kumsaidia yule ambaye alitakana aweze kusaidiwa. Na Eric Omondi ameweza kusaidia watu wengi. Kuna mama fulani alikuwa amepigwa sababu amekopa unga mia, akaweza kumjengea nyumba na kuna na baadhi ya vijana kutoka Turkana walikuwa wanasoma chini ya mti akawenda, akakwenda kuwasaidia kwa kuwajengea shule e, si shule kubwa lakini akawajengea tu e. Sasa Eric Omondi amekuwa amekua kipaumbele sana katika mambo haya ya kusaidia saidia. Sasa hivi baada ya kukutana na picha hii akaweza kusema kwamba anataka kuwasaidia watoto hawa, lakini wapo watampa location, yani ajue watoto hawa wanatoka maeneo gani, sababu ukiangalia E, watu wengi wanasema anatokea maeneo ya Turkana sababu ukiangalia Turkana, e, bwana ndio kumekauka huko e, e, mtazamaji e, ndugu zangu wa Tanzania huko huwa kumekauka. Kiukweli nikisikia kumekauka, basi kumekauka. Sasa ni mahali ni kama unavyoona kwenye hiyo picha ambayo nimekuwekea kama thumbnail ama kama profile Eh, utagundua kwamba watoto hao wa kweli wanapitia ah, magumu mno mm. Ukiangalia maji wanakunywa ndo hayo eh, na mifugo pia wanakunywa ah, maji hayo hayo eh, basi utagundua ya kwamba watoto wale eh, wanateseka hadi Eric Omondi akamua ah, kuwatafuta ili aweze kuwasaidia bwana. Umbea Media TV ndo inazidi kukuletea habari hizi. Usahau ku like E, una share pia na pia kama kuna upande wako unateseka pia, kuna shida ya maji, ama kuna jua kali kiangazi kikali hadi wanyama wanafariki, ni bwana, tag location yako pale, utamtag Eric Omondi ambaye ndo msaidizi, na anapoipata basi atalifanyia haki jambo lako. Umbea Media Tv, usisahau ku like, usisahau ku share na pia usisahau ku subscribe kama ambavyo tunafanya kwa kila siku, anapofanya hivyo ndo na mimi nazidi kukupa habari zinginezo zinazotokana na channel hii ama zinazotokana na nchi zinginezo e, katika ulimwengu huu mtazamaji.